Leo tunakwenda moja kwa moja katika bahari ya kimataifa karibu na Gaza ambako meli ya misaada ya kibinadamu Madlin imezuiliwa na vikosi vya jeshi la Israel. Je, kilichotokea ni harakati ya amani au mtego wa kisiasa wa kimataifa? Karibu. Mnamo tarehe moja Juni elfu mbili na ishirini na tano meli ndogo ya kiraia iitwayo Madlin iliondoka bandarini Katania nchini Italia. Ilikuwa na lengo moja, kufikisha misaada ya kibinadamu kwa watu wa Gaza waliokumbwa na vita na mzingiro wa miaka mingi katika meli hiyo walikuwemo wanaharakati 12 kutoka mataifa tofauti tofauti, wakiwemo wenye majina makubwa kama Greta Thunberg, mwanaharakati wa mazingira kutoka Uswini, na Rima Hassan, mbunge wa bunge la Ulaya kutoka nchini Ufaransa. Walikuwa wamebeba unga, mchele, maziwa ya watoto, vifaa vya matibabu na hata viungo bandia kwa watoto waliopoteza viungo. Walichotarajia ni safari ya matumaini, lakini haikufika mwisho. Mnamo tarehe 9 Juni, karibu kilomita 185 kutoka Gaza, vikosi vya Israel vilizuia meli hiyo ya, ya Madlin wakiwa kwenye maji ya kimataifa. Wanajeshi walipanda meli hiyo na kuwaamuru abiria wake kutupa simu zao baharini kisha kuwahamisha hadi bandari ya Ashdod nchini Israel. Serikali ya Israel ilisema meli hiyo ilikuwa boti ya selfie yenye ajenda ya kisiasa. Waziri wa ulinzi hata alidai kuwa wanaharakati hao wataonyeshwa picha za mashambulizi ya Hamas ya Oktoba 7 ili waelewe kwa nini kizuizi kinahitajika Lakini kwa upande mwingine, mashirika ya haki za binadamu kama Amnesty International na viongozi wa Umoja Mataifa wamesema kitendo hicho ni kinyume na sheria za kimataifa. Wanasema misaada ya kibinadamu haiwezi kuzuiwa kwa visingizio vya kisiasa. Ufaransa, Uswidi, Ireland, hata Uhispania wameitaka Israel kuachiliwa na harakati hao mara moja, na kuruhusu misaada kufikishwa Gaza. Sasa swali linabaki, je, kitendo hiki kilikuwa kulinda usalama wa taifa au ni kuzuia sauti za wapigania haki, na nini hatima ya misaada kwa mamilioni ya wapalestina wanaohitaji msaada wa haraka? Tupishe maoni yako hapo chini. Je, unafikiri Madlin ilikuwa njia sahihi ya kushinikiza mabadiliko au ilikuwa hatari isiyohitajika? Usisahau kusubscribe kwa maudhui zaidi ya kihistoria na ya wakati halisi kutoka duniani kote.